Mechi nimeiona vizuri iko vizuri, tunashukuru Mungu, alama tatu muhimu na goli mbili kwetu, imekuwa ni jambo kubwa sana, tumefurahi kiukweli. Man of the match, la man of the match amenifurahisha mchezaji mwingine a, ni ni Abutaribu Msheri amenifurahisha sana, anatuonyesha kwamba hata Diala asipokuepo lango letu liko salama liko kwenye mikono salama kwao nimefurahi kuona amedaka vizuri kuna baadhi ya hatari ameziokoa safi. Lakini Duke Abue, kama man of the match amenifurahisha kwangu mimi Prince Dube, ameingia kambani. inawezekana ni salamu ambazo anazituma pia. Prince Dube changamoto ilishia Zanzibar kwa wale ambao hawafahamu Prince Dube safari yake ya kwenda Zanzibar ndio iliyokwenda kumaliza changamoto zote, yale mapepo yote uliokuwa unayaona yanamvaa yanamsumbua, anakosa goli mpaka anaomba sabu kuondoka mwenyewe. Yale mapepo yote yamerudi kwa wenyewe, ndio maana unaona mpaka sasa hivi wanazidi, wanahangaika. Yaani inafikia tu mtu yeye na goli hilo hapo, anakosa, ndio uone kwamba zile changamoto alizomtupia Prince Dube, mwana mfalme tayari zimerudi kwa wenyewe wahusika, ndio maana unaona wanahangaika wanatabika, si unamwona uh, Budo anapewa mpira yeye ndani ya kumi na nane anakosa goli, unamwona Jonasan, sio peke yake, unamwona Elimu Panzu, unaona wachezaji wengi kama Chin Chazi aua juzi, yuko peke yake, dodo limemdondokea baada ya kevu ile ya, ya Elimu Panzu ina, inagonga nguzo inarudi, anabaki peke yake na goli, alafu anashindwa kufunga anapeleka pembeni. Kwa hiyo balaa lote limewarudia wao wenyewe. Kwa hiyo Prince Dube mwana mfalme ni mali mpya iko salama, ndio maana unaona anafunga na, na ataendelea kufunga sana, amefunga. Yes, goli la penalti ni goli, ndio limemfanya mpaka sasa hivi ndio mfungaji bora wa NBC. Kwa hiyo ni goli, anaongeza mtaji, yuko safi, yaani kikubwa tu sisi afunge ya, yaani kufunga kwake sisi ndio tuko salama hapo. Mate, yeah, peke yake hayatoshi kwa meza wanatakiwa watafute na kilainishi ili yashuke ya vizuri, kama itawapendeza. Hii ni mali ya Dar es Salaam Young Africans, ogopa matapeli. Pakome ya uzu hawezi kuuzwa unamu, yani hata liyo dirisha kubwa, hmm. Hawezi kuondoka. Sumu ambazo wameshakula za Dar es Salaam Young Africans haziwezi kumfanyia akaondoka, na za ndani tunasikia ana furaha ndani ya Young Africans, hizo ni za ndani. Sasa subiri za nje uone kama utazipata za nje, zikoje za nje <laughs> tunamwona naendelea kukipiga, yani pakome ndo nakwambia hivi maisha ya Dar es Salaam Africans. Leo hii unamwona screen protector. Ah, mpaka sasa hivi kuna kishangazi kaja, yupo anatembea nacho kwa ajili ya kufanyaje ya kuokota. Sasa kama ni wewe unaweza ukaondoka kwenye timu kama hii? Kila mchezaji ikifika wakati wake anaokota, wewe unaenda wapi? Ni timu gani katika bara la Afrika naweza kumwokotesha mchezaji? Hakuna. Huu ni utamaduni wetu pekee yetu. Kama unaona wachezaji wengi wanatamani kuja Huyu anayegongesha gongesha miamba mchezaji wetu ambaye yuko kwao. Mpaka sasa hivi tunaambiwa anatamani kuja hivi leo akiona chikipeki kinachotembea. Shangazikaje kaja la Diala. Mtasikia mwenyewe taarifa Jesus atatoa. Kwa maana wanaweza kusema elimu panzi. Mchezaji wetu ambaye yuko kwao anagongesha gongesha miamba nani? Nani huyo? Jesus ataongea. Ya. Yeah. <laughs> Inadaiwa kuwa ni elimu panzi kweli ya? Ah. Mimi sijui kama ni elimu panzi. Taarifa na swali. Hmm. Lakini yeye yeah, amechoka kukaa kwenye timu ambayo hata waokoteshi Wanamsema, wanamtukana. Wewe hujaona mchezaji anakosa goli, unaanza kumshambulia mashambulizi makubwa sana. Haitakiwi kuwa hivyo hmm. Wewe unaona inatakiwa mchezaji, unatakiwa umfariji, unatakiwa mchezaji, wewe uwe sehemu ya kumhamasisha, sababu mpaka klabu inamchukua inamleta, imemuona ni mali. Kwa hiyo wewe umfariji siti... wakati anagongesha miamba kwa makusudi dia nani, uh, lebu, turudi kwenye mfano wa Prince Dube, mwana mfalme. Ilikuwaje? Prince Dube anakosa goli, Prince Dube anakosa mwenyewe peke yake, mpaka anaomba kutoka. Si ndio ilivyokuwa? Lakini sisi tulimtukana. Sisi tulichokifanya ilikuwa ni nini? Tulimwambia, wewe ni mchezaji mzuri na tuna imani na wewe. Hichi kiku, kienda kikakupe kikakufariji, tukamuokotesha fedha, si ndio? Lakini alikuja kutulipa Zanzibar pale. Na anatulipa tena na leo hapa katika dimba la KMC Complex. We shahidi, umeona kile tulichokitoa faida yake? Ndio umeona Prince Dube kazi anayofanya. Lakini je, hao wanaomtukana, wao umeona nini? Ukimtukana mchezaji ndio unaendelea kumuumiza kumuua. Sasa usitegemee kumuona alimpanzwa anafunga goli. Usitegemee kumuona mchezaji yote wale wote wana mapepo. Eh. Hey. Bwana kituo kinachofuata ni dhidi ya Costa Union. Dodoma mnaenda. Ya yes. Yeah. Kitu namna gani? Tumaliza. Itakuwa ni mechi ya ugenini. Itakuwa ni mechi ngumu, hatuwezi kusema ni mechi nyepesi kwa sababu tunakuwa tuko wa Itakuwa ni mechi ngumu, lakini naamini mwalimu atafanya kazi. Ah, maandalizi ni makubwa. Mwalimu mimi na imani naye. Tutakuwa tuta, tuta, tuta na tutakuwa na ushindi. Tutapata ushindi. Na imani kubwa sana kwa kwangu, mimi sina mashaka uh, Kizinga, unamzungumzieje Celeste? Ni, ni mchezaji mzuri, mchezaji mzuri, winga mzuri ambaye hana kitu... mashaka, lakini kila kitu akufunga kupo kwa sababu hata mechi kadhaa sialifunga nyuma huko. Mimi naamini atafunga, hatuna wasiwasi na mchezaji yote. Hata kama anakuwa hana wakati mzuri, tunaamini kwamba kuna wakati atafunga, hatuna mashaka na hilo. Hakuna pengo. Pengo umeliona liko wapi? Kwa, kwa Dombia. Hakuna, Dombia, Mohamed Mohamed Dombia, huyu Kante. Kwa kwa Musa Balakonte eh. Musa Balakonte, ngoja nikwambie anayecheza kiungo namba sita first 11 ni Duke Abuye si ndio? Hmm. Wewe umeona kuna kuna pengo kwa Duke Abuye? Hakuna pengo, man of the match, mchezaji bora kuwahi kutokea. Kwa hiyo hakuna pengo lolote la alidi au ucho aridi yauchwa, hatukatai, ni mchezaji ambaye alikuwa anafanya vizuri sana, lakini ubora wake utaendelea kuwa vile vile huko alipo. Kama utashuka sijui, lakini kwangu mimi binafsi naamini wachezaji wote ambao tuko nao ni mali. ni mali sana ya na uwezi kuwafananisha na timu zingine za ajabu ajabu. Asante sana. na akili za Yanga. Shabiki wa Yanga mmoja sawa na mashabiki wa Simba 1000. Sijaielewa hiyo. Nakuambia tena shabiki wa Yanga mmoja mm. sawa na mashabiki wa Simba 1000. Kwa nini? Kwa sababu wewe waangalie, sisi hatujazoea kudanganywa mm. si ukidanganywa, ukitudanganya tunakuvaa mm. Simba wanafanywa kama nani vile, kama chapati huku inageuzwa huku inageuzwa kwa sasa tuwezi mara kwanza aliambiwa akaletwa meneja mm. leo hii wanaambiwa kafukuzwa meneja anaenda kuletwa kocha mm. ol kusikia anatimuliwa meneja analetwa kocha. Sasa wewe utaona watu wana akili timamu. Kwa hiyo hii ni changamoto ya afya ya akili, yaani mashabiki wa Simba mpaka viongozi wa Simba mm. wana changamoto afya ya akili kwa sababu hujawahi kusikia duniani anatolewa meneja anaenda kuchukuliwa kocha. Ndio kwanza wao wanatuletea. Kwa hiyo wana afya ya akili, kuanzia mashabiki wanachama mpaka viongozi wao. Unafikiri sasa wewe kama ungekuwa ni mtu wa kuwashauri pale Simba ili wakae sawa sawa, uh, wewe ungewashauri nini? Sisi hatuwezi kuwashauri, sisi tunataka hivyo waendelee, kwa sababu hivyo waendelea uh, na sisi ndio tuna furaha kwetu. Kwa hiyo sisi hatutaki waendelee, sisi hivi hivi tunavyotaka waendelee kuzuri, sisi tunaendelea kufurahi. Yanga inawezekana bila Simba, ila Simba iwezekani bila Yanga. Sushnlmbakau, hmm. Yanga inawezekana bila ya Simba, ila Simba haiwezekani bila ya Yanga. Kwa hiyo hata kama wakigombana, oni si tumekuja uwanjani, tumeshinda tuna fly, tunaondoka si tunawafikiria. Watajua wao. Mashabiki wa Simba akili zao wote zimeganda zina barafu kwao, usiende kufananisha sawa na mashabiki